Mambo vipi mungwana? Naitwa Mwalimu Victor Ramadhani Kalinga. Karibu sana kwenye darasa letu la siku ya leo. Siku ya leo tunakwenda kujifunza namna ya kuandaa posta, na tutaandaa posta ya kumtakia mtu heri ya siku ya kuzaliwa kwa maana ya Happy birthday poster. Kwa nini happy birthday poster? Kwa sababu ni poster ambazo hazina msimu. Kila mwezi watu wanazaliwa, kila siku watu wanazaliwa, kwa ina maana ukijifunza na ukijua mapema unaweza kuanza kufanya kazi mapema za wateja mbalimbali. Moja kwa moja tuende kwenye app yetu ya kufanya kazi yetu ambayo ni Pixel Lab. La, leo hatutatumia Pixel Lab kama unaiona hapo, ambayo ipo juu ya Canva, Leo tutatumia Pixel lab Pro. Zote zinaendana kwa kila kitu, na Pixel lab Pro kuna vitu fulani ambavyo vimeongezeka na ni ya kulipia pia. kwa tutafungua Pixel lab Pro kama hivyo, kisha baada ya hapo nitatoa neno new text kwa sababu sitaki nianze kwa kulitumia. Baada ya hapo nitakwenda kwenye kipengele cha nne hapo chini, kwa ajili ya kutengeneza kwa ajili ya kutengeneza rangi yangu ya background. Nitakwenda kwenye rangi, kisha nitatafuta rangi ambayo ninahitaji. Tayari nina rangi zangu hapo chini, nitaweka rangi ya pinki itagusa rangi ya pinki kama hivyo lakini, na wewe ambaye, uta, ambaye unapaswa kufanya mazoezi, nitaomba unukuu ama unakili pembeni namba ambazo zitakuwa zinaonyesha, yani, kodi ya hizi rangi. Nitakwenda kukuonyesha kodi ya hizi rangi, ukiangalia hapo chini inaonyesha FF6 FA0, kuna namba 255 255 tena 111 na 160 au naweza nikagusa kwenye kipenseli hapo, kujua kodi ya hizo namba. Kwa hapo juu kabisa, ukiwa unafungua kwenye sehemu ya kuchanganyia namba, andika FF6FA0. Kwenye red andika 255, kwenye green andika 111 na kwenye bluu andika 160. na 16. Baada ya kuandika hivyo utaweka ok, na ukiweka ok utaipata rangi ambayo inaonekana hapo. Baada ya kuweka rangi yangu nitaleta picha ya mtu ambaye ninamtakia heri ya siku ya kuzaliwa. Picha hiyo mimi nimeitoa mtandaoni kwao, na wewe pia unaweza ukaingia mtandaoni na kuitafuta picha yoyote ile, lakini basi chagua au pakua picha ambayo nyuma ina background ya rangi moja. Sijui tunaelewana, ina background ya rangi moja. Kama haujui namna ya kutoa background kwenye picha. Kwa hiyo chagua picha ambayo ina background ya rangi moja. Mimi nitakwenda moja kwa moja kwenye picha ambayo nimeiandaa ambapo hapa haionekani. Uh, kwa nitakwenda moja kwa moja kwenye picha ambayo nimeiandaa ambapo ipo kwenye picha ambazo tayari nilishazifuta background kama hivi. Nitakwenda kipengele hicho, nitamchagua dada yangu hapa, nitamcrop mpaka hapo, nitamsave nitamweka hapo kushoto, ntamfanya smile kama hivyo. Nitamweka hapo kushoto kama hivyo, kwa maana ya kumtakia yeye, kwa maana yeye ndio tuko tunamtakia siku ya siku yake ya kuzaliwa leo. Nitamwongezea tena ukubwa, yes, awe kama hivyo. Baada ya hapo, nitamwongezea mngao nitam, kama mngao kwa mbali, ili aweze kuendana na hali ya kazi japo picha yake haina ubora sana. Sasa kwa wewe ambaye huna picha kama ambayo ninayo mimi, ukipakua ukiingia mtandaoni na kusearch picha ambayo nyuma ina rangi like nyeupe, yani ina ina weupe tu mwanzo mwisho. Kwa mfano picha kama vile picha kama picha kama picha kama, picha kama vile, hoja tupate picha ambayo itakuwa ina rangi moja kwa upande wa nyuma. Uh, tuseme picha kama hii hapa ukidownload sasa, wewe inakuwa ni picha ya binti, unaruhusiwa kutumia binti yote. Baada ya kuchukua picha kama hiyo, utaiweka hivyo ili uweze kuitoa ili uweze kuitoa kumladhi, ili uweze kuitoa background picha kama hiyo, ili ibaki picha kama picha ile ambayo unahitaji. Njoo mpaka kwenye kipengele kinaitwa elas color, elas color uta kiwasha, kisha rangi nyeupe yote itatoka. Rangi nyeupe imetokaje? Kwa sababu hapo palipoandikwa namba moja tumeseti rangi nyeupe, kwa hiyo ukiseti rangi nyekundu itatoka rangi nyekundu, ukiseti rangi ya blue itatoka rangi ya blue, ukiseti rangi ya zambarau itatoka rangi ya zambarau kwenye picha yako. Kwa hiyo tuta, tuta, tutaweka hivyo, kwa maana kwamba tumeweka zambarau, ndio maana imeonekana kwa zambarau. Tutaweka ime, ime, ime, ime, ime, ime hivyo, nyeupe yote itakuwa imeondoka. Kwa hiyo picha hii utakuwa unaweza kuitumia kwa kazi yako, lakini kama picha yako kuna pahala kwa mfano kama hapo kwenye mkono kuna kulikuwa kuna weupe, ina maana imekula mpaka hapo. Kwa hiyo itabidi utafute namna ya kufix hilo eneo, kama sivyo, basi usikose madarasa ambayo yanafuata, tutafundishana namna ya kutoa uh, ukuta wa nyuma wa picha kwa maana ya background. Nitaitoa hiyo picha ambayo nilikuwa naitumia kwa mfano, kisha nitaandika uh, maneno ya kumtakia heli dada yetu huyu ambayo tumemweka hapa. Tutaandika happy tutaandika happy taikuza nitakwenda kwenye mwandiko wangu, kwa kuwa nilisha chagua, nitaweka mwandiko tu mwepesi. Happy namna hiyo happy. Baada ya happy tutaweka birth, birthday. Happy birthday, happy birthday, kama hivyo. Tutaweka kwa urefu happy birthday, tutaweka kwa urefu ama kwa ukubwa zaidi, kwa sababu ni kama eneo la shingo. Happy birthday, lakini lineno happy nataka liwe lina mwandiko mwembamba zaidi, kwa nitachagua mwandiko mwembamba happy birthday, huo ni mwandiko ambao unaonekana kwa, nitachagua huu hapo, yes, nitachagua mwandiko huu hapo. Kama utakuwa haujasoma majina, nitaomba nikusomee majina ya mwandiko alaka alaka, ili usiweze kuchanganya. Mwandiko niliochagua kwa ajili ya happy ni mwandiko wa benvino a uh, benveno cf light, lakini mwandiko ambao nimeuchagua kwa ajili ya birthday ni r a a a r g h, yani a, sawa sawa. Baada ya hapo tutakuja happy birthday kuladhi. Baada ya hapo tutakuja neno kuandika happy birthday Farida. Happy birthday Farida Farida. Kumladha pia, yes happy birthday Farida kuna kilichokosewa? Happy birthday Farida tutaweka space kidogo kama 12 hivi. Happy birthday Farida. Baada ya kuandika happy birthday Farida, neno happy tutalipa rangi nyingine kwa maana ya rangi ya zambalau. Vivyo hivyo neno Farida tutalipa rangi nyingine kwa maana ya rangi ya zambalau ili kuleta mvuto. Baada ya kuandika hivyo, tutakuja, tutaongezea duara maduara haya kwa ajili ya kuweka ulembo sawa sawa? Eh, maduara haya kwa ajili ya kuweka ulembo kwa maana ya happy birthday, happy birthday Farida tushushe mpaka hapo neno birthday Farida. Lakini hapana neno happy, neno birthday, tukilishusha mpaka hapo kuna vitu tutaviharibu sasa. So, so, happy birthday Farida hapo tutaandika, tutaandika labda saba kwa maana ya tarehe yake ya kuzaliwa, taandika saba, uh, api taandika saba, uh, saba, tutakuja kuandika kitu kidogo hapo uh, saba kwa maana ya 7th 7th taandika kwa uchache namna hiyo, 7th itakaa hapo, 7th itakaa hapo tutaisogeza pia hiyo, tutaisogeza tutaisogeza kama hivyo. Baada ya hapo, tutakuja tutaweka neno happy birthday, na maana hiyo, labda tuseme amezaliwa Disemba. Sawa sawa, Disemba yetu tunaiweka hapo, happy birthday, na maana ni hiyo ni Disemba, ame dada yetu amezaliwa Disemba, tutamwekea rangi nyekundu pia hapo, nitamwekea rangi nyekundu kama hivyo. Happy birthday hiyo ni 7th, tarehe yako ya kuzaliwa ni 7th ya Disemba, 7th ya Disemba tunaiweka hapo, inakaa hapo, na duara letu linakaa hapo kini. Tunapunguza ukubwa kidogo wa duala letu, kuna namna kama halileti mvuto, tutaweka kwa ukubwa. Kumladhi nimemgusa Farida mwenyewe, nitamshusha hapo, nitamrudisha nyuma, nitamrudisha tena nyuma, Farida sawasawa, eh? ntamrudisha nyuma Farida, nitamrudisha nyuma Farida, nitamrudisha nyuma Farida, yes, kama hivyo. Baada ya hapo nitakopi du, duara letu kama hivyo, nitakopi duara letu nitaliweka hapo, nitalipa kama vile rangi ya zambalau kama ilivyo kwenye kama hivyo kwa maana ya kwa ajili ya kuipunguza ukali rangi yetu, lakini pia tutaweka duara jingine hapo, kisha tutalipa rangi ya zambarau. Huo ni urembo tu wa kile ambacho tunakifanya. Baada ya hapo, binafsi nitamgusa nita, nita, nita, nita, nita tena dada Farida, dada Farida wetu tutamgusa, lakini ile eneo ni kama silihikinalo ambalo tumeweka tarehe ni kama vile nitayua hiyo hiyo hiyo duara ambayo nimeiweka kwenye kona kwa ajili ya kuweka hapo ili tarehe yetu ndio ikae hapo, sawa sawa. 7th December tutaiweka hapo, 7th December tutaiweka hapo, 7th December tutaiweka hapo, 7th December tutaiweka hapo. Uh, thp, th pia neno th tutaliweka hapo Yes, TH tutaliweka hapo, tutalishusha kidogo, kulishusha tutapunguza ukubwa wa neno TH. Seventh, tutaongeza ta hapo duara letu kwa sababu linahitaji pia neno Disemba kwa, tutalileta chini, tutalivuta, tutaliongeza ukubwa kidogo, ili liendelee kubaki kule kule ambapo tumeliacha, ambapo tumeliacha. Hii neno seventh nitaiomba nibadilishie font. Naona ni kama vile imekaa kwenye font kubwa, lakini pia haijasimama vile ambavyo ninahitaji ikae. Seventh, nitaibadilishia majukumu, nitaibadilishia majukumu, nitaipa mwandiko mwingine seventh. Hapo seventh naona inaweza ikakaa sawa. Sasa seventh, yes, seventh imekubali kukaa vile ambavyo tu nimehitaji mimi ikae sawa. Nitaisugu, nitaikuza, nitaikuza kama hivyo. Yes. Sasa kile ambacho tulikuwa tunakihitaji kwenye hii kitu yetu kimekaa sawa. Nitashusha mwandiko wangu hapa ili kubalance, vitu visiwe vimekaribiana sana kwa maana neno birthday likae kwa nafasi yake vivyo hivyo. Hivyo happy likae kwa nafasi yake happy birthday, happy birthday, Farida. Baada ya kumaliza hivyo, tutamgusa Farida yeye mwenyewe, tutamkopi tutamdabo dada Farida, kisha tutamkuza sana awe mkubwa awe mkubwa. Kumradhi tunarudi kwa Farida. Kumradhi nimegusa ndu anduni a kamshale kanaokuonekana kurudisha baada ya kumweka hivyo nitamrudisha nyuma dada Farida kisha nitampunguza nitamfanya aonekane kwa mbali kama hivyo. Baada ya kumfanya aonekane kwa mbali kama hivyo, nitamsave dada Farida. Nitamsave dada Farida haraka haraka. Nitamsave dada Farida haraka haraka. Picha inachukua muda mrefu kusevu kulingana na ukubwa wake. Baada ya kumsave dada Farida, nitaendelea hapa hapa, nitaweka kila kitu pamoja. Nitaweka tiki hapo, kama utakuwa ujaona nilichokifanya nimegusa hapa kwenye layers, kisha nimegusa hapo chini panaonesha panaonyesha pana tick na x. Kwa hiyo unagusa una hapo unaweka hivyo, unaweka hivyo. Nataka hivi vitu vyote kiwe kitu kimoja, kwa nitagusa hapo, hapo chini kunaonekana kuna vipengele kama vinne, kuna hiyo ya kudiliti, kuna hiyo ya sijui ni nini, kuna hicho hapo cha ku merge. Nina merge project yangu ili iweze kuwa pamoja kama hivyo ili uweze kuwa pamoja kama hivyo, kila kitu kikae sawa. Hapo juu inaonekana kila kitu kipo sawa, kwa maana kwamba nikigusa hivi vitu vyote vipo sawa, kitu changu kinaonekana ni kitu kimoja. Nataka niipe niipe niipe niipe edge, lakini hapa naona edges zinakaa kwenye kila kitu. Kwa hiyo project yangu nitaiacha kama vilevile ilivyokuwa, kama vilevile ilivyokuwa. Yes, lakini nitaipunguzia mgao. Baadaye utakuja kunielewa kwa nini nafanya hivi. Ninaiweka kwa mbali kama hivyo, halafu ninarudi kwenye ile ya awali, kwenye ile project ya awali. Kumladhi, hii picha yangu imeenea. Kwa ukiona kitu umefanya project imeenea kote kwa maana hauwezi kuongeza kitu kipya, unaisogeza project yako pembeni, kisha unagusa sehemu ambayo hamna kitu. Kwa nitaileta ile project ya awali hii hapa, nitaiweka hapo kisha hii nitairejesha ifiti pande zote. Kama vile awali, alafu project yangu ya Happy Birthday kama hivyo nitaileta, nitaipa mistari meupe kwa pembeni, nitaongezea mistari mikubwa kisha nitaipa kivuli. Hiyo yote ni kwa ajili ya ku, ku, ku, ku, ku, ku, kuipa mvuto kazi yetu, sawa sawa, kwa ajili ya kuipa mvuto kazi yetu. Lakini ile background ya nyuma sitaki iendelee kuwa ya pinki, nataka ibaki kuwa nyeupe, ili aka kivuli ambako tumekapa kaweze kuwa na mvuto zaidi, sawa sawa. Kwa dada yetu nyuma, anaonekana anaonekana, dada yetu, kwa maana ya dada yetu Farida, projekti yake inaonekana kwa nyuma, lakini ni kwa namna ya tofauti sawasawa. Projekti yake kwa nyuma inaonekana kwa mbali, inaonekana kwa mbali, lakini naomba nimlojeshie rangi yake, lakini nipaushe, ni kama hivyo yes. Kipausha kama hivyo, inakuwa inaleta mvuto zaidi. Nikigusa hapo pembeni, naona kazi yetu imekamilika inafaa. Sasa kazi yetu hii ni nzuri, kwa kuwa tunakwenda hapa ni hatua ya mwisho, basi tutaweka ili iweze kuwa na ubora mzuri. Tunaweka ultra ultra ultra ultra dimension, kwa maana ya zaidi ya vile ambavyo tunaweza tukaisave. Kawaida itachukua muda kidogo, lakini baadaye itasave mpaka tumalize kabisa hapo, na project yetu imekamilika kama hiyo. Tunarudi kwenye upande wa maktaba yetu ya picha tunafungua tunatazama picha yetu, tunaona picha yetu ina ubora.